Katika eneo la Mlolongo, kaunti ya Machakos, wakazi kadha wanakadiria hasara kubwa baada ya watu wasiojulikana kuvamia biashara zao, kuiba na kuzibomoa mwendo wa saa tisa usiku wa kuamkia leo. Kulingana na Maseka Nguli, mmoja wakazi wa wakazi hawa, kisa hiki kilianza baada ya mwekezaji mmoja aliyejitambulisha kama afisa mkuu serikalini kubaini kuwa alikuwa mmiliki wa ardhi iliyo na biashara hizo, ila hakuwa na hati za kuthibitisha madai yake. Nguli akisema amekuwa akifanyia kazi yake katika eneo hilo kwa muda wa miaka ishirini na miwili sasa, na madai kuwa wanaendeleza biashara haramu si ya ukweli. Kuwako na mzozo sababu kuna mtu alijitokezea akaja akasema ni kwake, na hiyo miaka yote 22 years sijawahi kumwona kwa hivyo, alienda akaripoti nini polisi, na yeye mwenyewe akasema ni mkubwa wa polisi, akasema kuniondoa ni dakika moja na akaja akapeana notice mpaka tuko na OB kila kitu, tuko nayo tumeandikisha, mpaka kwa DC tumeandikisha, OB tuko nazo mpaka akipeana honyo pia, tulikuwa tutasema ni mkubwa wa serikali, mkubwa wa polisi, mkubwa wa polisi ndio anakuja kutunyang'anya. Mtu ananyang'anywa wake yake, jameni! Tuko na over 22 years, tukiwa hapa na hatujawahi kuona mtu akitusumbua. Saa hii ndio tumefikiwa watu, wakati wa kusumbuliwa. Hawa wazee wote wa kijiji wananielewa, watu wote wa hii mtaa ama wa Mlolongo wote wananielewa. Kwa hivyo sio kazi ati tunafanya ni kazi ya haramu hapa, hakuna kazi ya halamu tunafanya. Faith Maseka mwanawe Maseka Nguli, akisema afisa huyu alisema anafanya kazi katika afisi ya naibu jenerali wa polisi, amekuwa akiwapa vitisho kila kukicha. Since there has been threats to us for us to vacate from these premises and we had taken them seriously they have been actualized now Walinzi wa eneo lililovamiwa wakisema ni takriban watu 200 waliowavamia kuwapiga na kwa dhulumu wakati wa tukio hilo, wakisema polisi walilegea kuchukua hatua licha ya kupiga ripoti wakati watu umetufahamia hiyo, watu ni watu kama watu kama mia mbili kiangalia hivo na kitoka. Wakati hiyo sisi tumeongojea gari ya polisi, tumeongojea polisi, tuoni mtu chochote. Wametaka vitengo mbalimbali mbali kuingilia kati swala hili na kuhakikisha kuwa afisa huyu amechunguzwa na kukamatwa ili wapate haki. Sasa tulikuwa tunataka kama ni kesi iende kotini, koti amue, hakukuwa na njia nyingine. Hapo kulikuwa ni koti ya mwe, lakini mtu anakuja kuondoa kwa nguvu. Hata sio kuondoa kwa nguvu, ni kuua, sababu hata alikuwa anapiga nini maaskari, anapiga kama mbwa. Uh, even if maybe you feel like you're in power, we have laws and laws governs each and every citizen, and we want justice. We demand justice. Insecurity for one is insecurity for all in Mlolongo. We want justice. Isaac Musioka, Undugu TV.